Mtu wa ajabu akawa amekaa juu ya basi letu. Basi lilipata pancha Jesus Christ. Ghafla kitu cha ajabu kikatuvaa ndani ya basi. Nilimuona baba angu aliyefariki miaka kumi iliyopita akiwa pembeni mwa barabara. Ghafla nikamwona mwanangu yupo katikati ya barabara wakati nilimwacha nyumbani. Ebana, karibu sana kwenye simulizi hii ya safari za usiku. Kabla hatujaanza, tafadhali nifanyie msaada mmoja wa kubonyeza hiyo batani ya like, kisha kama kuna alama nyeusi kushoto kwako, hapo imeandikwa subscribe, ibonyeze pia. Umebofya? Ok, asante sana kwa sapoti yako. Tuianze sasa simulizi hii. Wanaosema madereva wa mabasi ni wazembe au ndio wanaosababisha ajali nyingi usiku, hawajui, hawajui kabisa ni nini wanakutana nacho kwenye giza la safari za usiku. Ilikuwa saa tatu usiku, abiria walikuwa wakipanda wengine bado wanakatiwa tiketi. Kelele za wauza vyakula stendi zilianza kupungua pole pole. Mimi naitwa Musa, ni dereva wa Banka Express. Safari yangu nilikuwa naelekea mji mkuu uliopo kilomita elfu moja mia mbili kutoka hapa. Konda wangu Juma alikuwa bado anakagua tiketi kabla hajaketi pembeni yangu. Tulipofika eneo la Kasota nilihisi kitu kisicho cha kawaida. Barabara ilikuwa tulivu, giza lilizidi kawaida, kimya kisichoeleweka. Hakukuwa na lori wala gari lonote, tulikuwa peke yetu. Ghafla mbele yetu akaonekana mwanamke mzee, amevaa manguo nyekundu, anapepea mikono kama anaomba msaada. Nikaangaza taa. Taa zikaleta mwanga mzito kwenye uso wake. Juma akainama mbele kwa mshangao. Kaka, huyu mama mbona sijaona alipotokea? Sikumjibu. Najua sheria za usiku. Usisimamishe basi au gari kwa mtu wa ajabu usiku. Nikampita yule mama, lakini kwenye kioo cha pembeni, yaani saiti mira, hakuonekana. Ama kweli hakukuwa na mtu kabisa. Juma akatazama nyuma, lakini alichokiona kilitutetemesha. Yule yule mama amesimama mbele yetu tena. Nikakanyaga breki. Taa za basi zikaanza kucheza kama zina shoti. Watu wote bado wamelala, hawakuamka kana kwamba wamelazwa kwa kupuliziwa dawa ya usingizi. Nikaangaza taa tena, ghafla yule mama akatoweka. Kwa mbali taa za basi jingine zikaonekana, lakini basi hilo lilikuwa taratibu mno. Nikapiga jicho vizuri, da, ni Banka Express, linafanana na basi langu kila kitu. Kioo cha mbele kina mpasuko uleule kama wangu, namba ya gari ni ile ile, na dereva ni mimi mwenyewe. Najiona kabisa, ni mimi huyu. Juma akauliza kwa sauti ya hofu, Musa, hilo si basi letu? Kabla sijamjibu, basi lile likatoweka kama moshi. Tulipofika Mafoni, tukakuta askari wanakagua mabaki ya ajali. Nikamfuata mmoja, nikamuuliza, kulitokea nini hapa? Akasema basi limepata ajali mbaya sana, tulipigiwa simu saa moja iliyopita nikapiga macho, ni basi lile lile Banka Express lililotupita. Dereva ni mimi, konda ni Juma. Hilo basi lililopata ajali ni sisi wenyewe? Au mbona kama sielewi elewi. Tuliondoka kimya kimya, safari ikaendelea, lakini haikuwa safari ya kawaida. Baada ya muda, tulifika kituo kimoja tukawa tunapakia abiria waliochelewa. Mzee mmoja alisita kupanda basi letu, akatutazama sana, halafu akasema kwa sauti nzito, msiruhusu mtu kushuka wala kupanda njiani, hata akilia, hata akisema ana shida. Tukatazamana na konda wangu, kisha tukataka kumuuliza, tukakuta hayupo. Hakukuwa na mtu tena. Ghafla tukasikia kicheko cha fisi kutoka kwenye injini ya basi. Tukatazamana na Juma, nikamwambia Juma, tukaze moyo tuendelee na safari. Kilomita cha chache mbele, nikapitia vioo vya nyuma, nikakiona kivuli cha mtu kimeketi kwenye siti ya mwisho, lakini abiria wote walikuwa mbele. Juma akanongona, "Musa, umeona hicho?" Nikamwambia, "Nimekiona kaka, tusionyeshe hofu." Kisha tukasikia sauti ya mtoto mdogo akilia, "Mama, kuna mtu kasimama pale nyuma ananitisha, anakucha ndefu." Mama alipogeuka hakukuwa na mtu. Taa za ndani zikaanza kuzima moja baada ya nyingine. Mara taa za mbele nazo zikaanza kufifia. Ghafla sauti ya mtu ikaanza kucheka kwenye spika ya redio, lakini redio ilikuwa imezimwa. Basi likaanza kuyumba kama vile tairi moja limepata pancha, nikalisimamisha. Tuliposhuka kukagua matairi, kila kitu kilikuwa salama. Niliporudi, Juma hakupanda kwenye basi akanigeukia kwa hofu, Musa kuna mtu ameniongelesha kutoka juu ya keria ya mizigo, anasema je, mpo tayari kurudia mlango mlioupita wakati wa kuja duniani? Tukaendelea, tukafika eneo ambalo lilitutisha barabarani. Kulikuwa na kinyesi na mawe madogodogo yamezungushwa mduara harufu ya kitu kilichooza ikaanza kujaa ndani ya basi. Watu wakalalamika, vioo vikafunguliwa, harufu haikuondoka. Juma akarudi mbele na kusema, kuna kitu juu ya basi kinatuangalia. Nikapandisha kioo cha kuangalia juu. Da, kitu cha ajabu sana. Mama mmoja amevaa manguo ya ajabu sana, amekaa kama mnyama anayevizia Yaani, pamoja na gari kuwa spidi, ila yeye amekaa katulia tuli. Juma akashika bega langu kwa nguvu, akasema usigeuke nyuma, Musa, tafadhali usigeuke. Nilihisi baridi kali, harufu ya damu na udongo. Nikasema kimoyomoyo, hii ni harufu ya kifo. Nikapiga jicho pembeni, nikawaona baba yangu aliyekufa miaka kumi iliyopita amesimama pembeni ya barabara, mama yangu upande wa pili anaangalia na kunyosha mikono. Mtoto mwenye suruali nyekundu anasema kwa sauti ya kutisha, baba niokoe, baba usinipite. Ghafla mlango wa basi ukafunguka kwa kishindo, moshi mkali ukaingia kama kimbunga. Viti vikatikisika, watu wakapiga kelele, kitu kisichoonekana kikatembea katikati ya basi. Gari likapoteza mwelekeo, tulielekea kwenye korongo. Wakati huo huo, mama mmoja aliyekuwa amekaa kiti cha mbele akasimama kwa nguvu. Mimi ni mchungaji, hii si vita ya mwili, ni ya kiroho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninavunja kila laana juu ya gari hili. Roho ya uharibifu, tokaha! Mzimu, mchawi, nimewaona toka mwanzo wa safari hii. Nasema tokaha, kwa jina la Yesu Kristo! Basi likatetemeka kama tetemeko la ardhi, moshi meupe ukapasuka kwenye dirisha, abiria wakapaza sauti, mchungaji akazidi kukemea. Hakuna kifo leo, tumekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Ghafla basi likasimama lenyewe, kulikuwa kimya. Saa ilikuwa saa kumi na moja hamsini na saba alfajiri. Macho ya abiria yalikuwa na machozi, viti vikiwa vimejaa vumbi kama nyumba ya majivu. Mchungaji akatabasamu, safari yenu itamalizika salama, sasa mmekombolewa na damu ya Yesu. Tulifika mwisho wa safari saa mbili asubuhi. Abiria wakashuka kimya kimya, wengine wakamsalimia yule mama kwa heshima kubwa. Nilimwambia Juma, leo sitaki posho kabisa. Juma akasema, tushukuru Mungu, tumefika salama. Na hapo ndipo safari yangu ya mwisho kama dereva wa usiku. Ama kweli, si kila ajali ni uzembe; nyingine ni nguvu za giza.